Mimi kwa majina anaitwa Kambarage Masato Asira. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha uchumi na mipango wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Tuko leo hapa kwenye viwanja vya CCM wilaya ya kuadhimisha, a, kilele, kilele wilaya ya Bunda kuadhimisha kilele kilele kwa wilaya hii ya Bunda ya siku wa wanawake duniani. Kama tunavyojua nchi yetu inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, ndio kiongozi wa chama chetu na jumuiya ya wanawake ni jeshi kubwa. Kwa sisi tumefika hapa kusapoti jitihada zote za jumuiya yetu, ukizingatia huu ni mwaka ambao tunaelekea kwenye uchaguzi. Hivi karibuni chama chetu kilifanya mabadiliko ya katiba mm -hmm. na kuwapa nafasi wanawake katika kushiriki nafasi mbalimbali mbali za uongozi katika chama chetu. Kwa hiyo hapa tunataka kwanza tunawashukuru wamama, wamama wamefanya kazi kubwa. Wamama pia wanapitia changamoto mbalimbali mbali kwenye leba katika kutafuta riziki. Unajua ukiwa na mwanamke imara, una familia imara. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo anatufanya sisi tufike hapa katika viwanja hivi vya leo na kuadhimisha hii sherehe. Kwa hapa tulikuwa tuna mheshimiwa Gati, uh, Zefania Chomete mbunge wa Mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka mkoa wa Mara kupitia UWT, yeye ndo alikuwa mgeni rasmi. Sisi wengine kama wenyeji wa Bunda tumekuja hapa kusapoti kwa sababu jambo likishakuwa liko kwenu, wanasema himaya yako itajengwa na nyinyi wenyewe. Kwa hiyo na sisi tuko hapa kusapoti ili jambo limefanyika kwa sababu ya uwepo sisi wanabunda katika shughuli ya leo. Kwa, kwa ufupi naweza kusema akina mama wametoka mbali sana, wametoka mbali kwa muda wa miaka mitano minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi wakinamama wanamiliki miradi mbalimbali, wakinamama wamejikita kwenye ujasiriamali, wakinamama pia sasa hivi wana uwezo wa kuendesha taasisi mbalimbali mbali. lakini pia wanashusha ile huduma hata kwa familia nzibu. Kwanza wao ndio wengi zaidi, tukisema kwa maana ya portion, resho ya wanawake ndio wengi zaidi. Watoto wa kike sasa hivi wanasoma na wanaingia kwenye vio kwa wingi sana. ko rai ya kinamama ni kuchangamkia fursa zilizopo kwa kiongozi wetu wa kwanza mwanamke, na wao via via hawajulikane. Zamani kulikuwa kuna fikra potofu mifumo dume kwamba wanawake huenda hawana uwezo wa kufanya vitu hivyo, lakini tumeona, tumejidhihirishia kwa miaka minne, kumekuwa kuna miradi mikubwa sana ya kimkakati, kumekuwa kuna ujenzi wa, wa reli za, za, za mwendo kasi. Reli za SGR zimeweza kukamilishwa kuanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma. Hii imekamilishwa na kiongozi ambaye ni mwanamke. Ili kwa haijawahi kutokea, na imekamilishwa kwa kiongozi wetu mwanamke. Kuna miradi mingine mikubwa, madaraja ya Kigongo Busisi, mabwawa ya Mwalimu Nyerere ambayo anaenda kufua umeme, miradi ambayo rais aliyefariki Dr. John Pombe Magufuli ambaye aliiacha, imeendelezwa kwa, tumejidhihirishia kabisa kwamba wanawake wanaweza, sio kwa kuelezwa, kwa mifano hai ambayo inaweza ikaizungumzika. Tukianza kuongea hapa miradi, tunaweza tusimalize, lakini uwezo wa wanawake wetu sasa hivi uko, uko juu hata huko kwenye biashara, mimi ni mfanya biashara. Wakina mama sasa hivi wana uwezo wa kumiliki makampuni wakaendesha makampuni ya ujenzi, makampuni ya kuingiza vifaa na kufanya trade hata na nchi mbalimbali. Sisi katika Chama cha Mapinduzi, sisi tunachotamani ni kuona ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka, na namna pekee ile ilani kutekelezeka ni kwa kuendelea kuweka msukumo katika jumuiya zetu na jumuiya kama nilivyosema, jumuiya ya wanawake ndio ambayo ina watu wengi zaidi. Kwa hiyo ukiweka msukumo kwa kinamama utapata matokeo chanya. Kwa sisi kama wana, wana, wana Bunda, tunatamani kuiona Bunda ambayo ina maendeleo kwenye miundombinu, kwenye sekta za afya Tunataka wanawake hata ambao wanaenda kwenye zahanati zetu au kwenye vituo vya afya wasipate kadha mbalimbali. Kwa hiyo kuna uwekezaji mkubwa sana katika hizi hizi taasisi zetu ambazo zinatoa huduma katika jamii. CCM yetu imara ni pale ambapo watu wataongeza kipato na wataweza kupata huduma za jamii kwa, kwa kasi ambayo inatakiwa.